Mambo yatakuwa ni mengi sana sawa. Leo wa, e, baadhi ya wazee wa Yanga wamezungumza mm na vyombo vya habari na moja walichozungumza ni kuhusiana na kuendelea kupigilia msumari pale uongozi wa klabu ya Yanga unaendelea una, ulipotoa tamko lao mm, kwa upande wa uongozi wa Yanga mm, na kubwa zaidi ni kuhusiana na msisitizo wa kwamba hawachezi dabi na hivi ninavyokuambia mechi yao ya ligi kuu inayokuja hapa kucheza na Namungo wameembizana waende na mabango uwanjani kwamba hawachezi dabi, si unanielewa vizuri? Hakuelewa nini kifanyike. <laughs> Unajua, mara ya kwanza kabisa hii Yanga wakutakia watakwenda kasi, yani hicho ni kitu ambacho ni cha wazi. Unajua mpira una sheria zake ambao unaongoza. Yani sijawahi kuona timu duniani imekataa kucheza mechi kwa sababu ijafanya mazoezi. Sawa, yani hicho ni kitu cha ajabu kweli. Tumesema kwenye tango letu, la viongozi wetu, tumewaruhusu wafanye kile wanachoona kinafaa kwetu, hatutakwenda <laughs> kupiga mechi hiyo. Kama wataona sisi tuna makosa, watachukulia wanaona inafaa. Tunadhani Yanga imefika mahala sasa, tusimame tupite mpira wetu wa Tanzania <laughs> yao kwa Tanzania ambao hatudhani kwamba timu ndogo kama Namungo Mungu sijui Geita Gold sijui biashara, hauwezi kusema kupambana na haya mambo. Kwa hiyo wakati tumeamua safari hii tusimame tuzidi soka la Tanzania, wale iko siku watatuelewa kwamba nini maana yetu. Kwa sasa kuna wachambuzi ambao wanatukera, wanatuponda, lakini iko siku watajua kwamba Yanga walikuwa na nia gani. Kwa hiyo niwaambie, tunaungana na viongozi wetu wa, wa, wa klabu. Kwa mazo ya cheza mechi. Lakini sasa tunataka tulitoe kwao. Hiyo ni agenda ya wanayanga wote leo. Tumekamata oa Dar es Salaam baada ya kamati ya tendaji kutoa tamko, lakini tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu, tunaanza na tuna orodha hii ambayo tumeingia leo, hawa ni wajumbe wa mkutano mkuu Haya, sasa hao ni baadhi ya wazee wakizungumza, wanahitaji kuunganisha nguvu ya nchi nzima kupeleka mashinikizo zaidi, eh, ya kusisitiza kutoa kucheza eh, mechi hiyo dabi ya ligi kuu ya NBC eh, Tanzania Bara. Sasa kuna utaratibu gani eh, watu wanapokwenda mahakamani hasa kuzungumzia perik, eh, pengine ku, kupeleka mashtaka eh, Dickson Jackson kuna utaratibu gani wa kimpira ambao watu juzi tumeshuhudia, tume waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo akishindwa kuzungumza kuliingilia hili kati kwa sababu wanabanwa. Amesema serikali haiwezi kuingilia as conflict of interest because, ee, ee, kwa ee, sababu FIFA kanuni zake na utaratibu wake haitaki hivyo. Je, okay, mtu kwenda mahakamani kushtaki masuala kuhusiana na bodi ya ligi Nimesikia kuna baadhi wanasema kwamba kama itojitokeza mm, kuleta sababu kwa nini waliahirisha, wanaweza kwenda mahakamani, maanake wametishia yeah. utaratibu ukoje? yeah, actually, uh, si, yani unajua ukisema ina, wanapoteza muda wa, itakuwa ni tuash. Lakini ukweli ni kwamba masuala ya kimpira sio marahisi kiasi hicho. Hii ni issue ambayo iko ndani ya bodi ya ligi na wao wenyewe ndio wanaweza kaisolve. yani hakuna mtu mwingine ambaye yuko nje. nani anaweza kuisolve? watu ambao wako ndani ya bodi ya ligi na TFF2. Ka Karibu, kama umesikiliza baadhi ya wazee hapo umemsikia, ume, ume, ume Dickson Jackson akisema kwamba hili lipo kwenu bodi ya ligi, nani wewe unasemaje hili hasa, awu ambao wanataka, wametishia kwe, kwenda mahakamani. Uh, Karibu, kama unanipata vyema, pengine unasemaje hili la, la, la, la, la wazee, pengine <laughs> Kuna nini au kuna mkono, kuna mkono wa mtu, mbona? <coughs> <coughs> <coughs> Usikiki karibu, Imanda. <coughs> <coughs> <coughs> Narejea kwako mara ya mwisho, tuambie hasa, watu kuna utaratibu gani watu wakienda mahakamani, pengine e, ambao unazuia hakimu. Sasa nataka <coughs> <coughs> <coughs> kujua tu, kwa mfano mwanachama wenu akiamua kwenda mahakamani kushtaki maswala ya ligi inakuwaje? Kuna hatua gani pengine kwenye sheria na utaratibu wa mchezo wa soka huwa zinachukuliwa? Ili sasa litajibiwa na wanasheria wetu e, nisinge nisingependa nizungumzie masuala yanahusisha sheria kwa sababu e, tayari hilo linakuwa sio eneo langu. Maanake hata ukinisikia nazungumza, basi nazungumza kwa miongozo ama maelekezo ama taarifa ambazo nitakuwa nimezitoa kutoka kwa wanasheria wa taasisi kwa maana ya TFF kwa sasa hivi kwa sababu eh, sijafanya mazungumzo na na na, na, na idara hiyo inaohusika na mambo ya sheria. Sijui chochote kuhusiana na hilo jambo, ni ngumu mimi kuanza kuzungumzia kwamba inakuwa hivi inakuwa vile, mpaka hapo ambapo nitakuwa nime nimepata nime nimepata taarifa rasmi kutoka kwa eh, wahusika wataalamu wenyewe wa masuala ya sheria na hawa watu ambao wanaleta misukumo pengine kwenye kwenye bodi ya ligi wakitaka mtoke mbele mzungumzie hii migogoro, nyinyi mnasemaje? Karimu Boimanda, kama mgogoro gani? Labda kabla sija kujibu, kama mgogoro gani ambao eh, bodi ya ligi wanapaswa kutoka kuzungumzia kuna hao wazee ambao wamezungumza wanachama wa, wa klabu moja hapa Dar es Salaam, ama hujawasikia wewe? wanataka kwenda eh, mahakamani, kama iwapo amtotoka mbele itoke hadharani kuzungumzia nini. Wana, wanataka mtoe sababu za kuahirishwa kwa, kwa dabi zile ambazo mlisema mnazifanyia uchunguzi. ni ni, ni klabu miongoni mwa klabu zinazoshiriki ligi yetu inazoshiriki ligi yetu. Ndio eh, basi sasa ni vema ukaitaja kwa sababu eh, ni Yanga, ni ya... Yanga na mgogoro uliopo ni wadabi ya Simba na Yanga wao wakisema hawachezi, na kwa sababu hamjatoa sababu sasa. Ee, kwa sababu hilo sasa limekuwa ni la la Yanga maana yake ee, ni la Yanga sio la sio la bodi ya ligi. Bodi ya ligi ina, ina, ina taratibu zake za kufanya kazi na masuala yote yanayohusisha bodi ya ligi yamekuwa yakitolewa taarifa rasmi kupitia kurasa rasmi za mitandao ya kijamii ya bodi ya ligi kuu Tanzania, kupitia eh, tovuti ya bodi ya ligi kuu Tanzania na kupitia vyombo vya habari eh, kwa maana ya, ya, ya msemaji wa bodi ya ligi ama afisa mtendaji mkuu kuzungumza, ama kiongozi mwingine yoyote. Lakini eh, tunapozungumzia masuala ya viongozi ama wa, wa, wanachama wa klabu eh, bodi ya ligi haiwezi kuzungumza chochote wala kujibu chochote kwa masuala ambayo hayahusiki moja kwa moja na, na, na, na bodi ya ligi kwa hiyo, kama kuna taarifa ya mtindo huo, kwanza mimi sijui, ndo nakusikia wewe. Kwa hiyo wanaweza kuielezea zaidi hapo ni yanga wenyewe, sio bodi ya ligi kuu Tanzania. Kwa sasa hivi swala linalozungumzwa Eh, bodi ya ligi imeshatoa taarifa rasmi na najua wewe Kirumanga unafahamu taarifa ya bodi ya ligi. Kwa hiyo ukisema bodi ya ligi haijatoka kuelezea haiko sawa, kwa sababu tayari bodi ya ligi imetoa taarifa rasmi. Sawa. Naam, kwa hiyo hiyo sasa ndio taarifa bodi ya ligi. Kwa hiyo mtu anayesema bodi ya ligi haijatoka kuelezea maanake, huyo labda ana jambo jingine ambalo, eh, anatamani bodi ya ligi walielezee, na kama hilo jambo haijafika wakati wake kulizungumza, basi bodi haiwezi kuzungumza. Itakapofikia wakati wake litazungumzwa. Umemsikia Karim Boymanda uh, ndugu yangu mimi nikutakie usiku mwema, weekend njema najua wewe ni mgoni. Yeah. <laughs> Kwa hiyo nikutakie usiku mwema ndugu yangu uh, Karim Boymanda. Asante sana bwana. Sawa, so umemmsikia uh, Karim Boymanda? Eh? Yani, nimemsikiliza vizuri kabisa. Eh, na anasema majibu wao walishayatoa. Na majibu yao wao likuwa ni kupanga ratiba ya mechi. Hawana jingine. La kuzungumza oh. Kwa hivi sasa kwa ule uchunguzi waliosema wanafanya, majibu yake ndio yale mechi ikachezwe, ndio yale na maana walifanya uchunguzi wakapata majibu. Ah-ah. Pengine labda ah, wao, wao, wao, kama wao. a... inawezekana majibu mengine yanatakiwa kuwa kwenye public of course labda, so maybe, um, maybe, na uchunguzi wao wameona mechi hey, ichezwe na ndio maana kwenye ratiba ma, maboresho ya ratiba mechi imewekwa tarehe kwa hiyo tusubiri tuone nini kitakachofua. kita, kita, kita tuendelee kwenye mechi ya kesho kiporo yeah. cha nne cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kesho wanacheza na KMC katika uwanja wa KMC maeneo ya Mwenge hapo, uh, hapa jijini Dar es Salaam ligi kuu ya NBC uh, Tanzania Bara. Sasa Ahlidi Chukuchuku, yeye ni msemaji wa KMC. Mechi iko kwenu hapo, unasemaje? unapoteza katika uwanja wa nyumbani, always unakuwa ni favorite kwa sababu una advantage ya mashabiki, though tunajua Simba wakija wao ndio wanakuwa na mashabiki wengi, lakini tunaamini kesho vitu vinakwenda kuwa tofauti. Kwa hiyo mashabiki wajitokeze kwa wingi, sisi kesho tupo kwa ajili ya kuandaa surprise kwa waje, wakisubiria hiyo surprise ambao tumewaandaa hii surprise tulikuwa tumeiandaa Tabora, lakini kwa bahati mbaya mchezo waje io surprise ambayo t tupeleke Tabora itatokea ita kesho katika dimba la KMC Complex. Mchezo utakuwa mgumu, tunafahamu Simba wana timu nzuri, lakini pia wana technical bench nzuri chini ya mwalimu uh, David uh, Fald Davis. Lakini sisi kama KMC tumesema tumejiandaa vizuri, tunachukua tume tahadhari zote kuelekea huu mchezo na lengo letu ni kupata angalau alama, kama tutakosa alama tatu, basi alama moja tuiweke mfukoni kwa ajili ya kuanza safari ya kuelekea mkoa wa Tabora kwenye mtoto wetu dhidi ya Tabora United. Ni, ni Haridi Chukuchuku, msemaji wa kikosi cha timu ya KMC akizungumza kuhusiana na kuelekea katika mechi.